Nazungumzia kilimo cha majani ya maboga. zao hili, unaweza kupa kipato kikubwa, hadi cha laki au hadi elfu themanini kwa wiki, kilibima vizuri, muda mfupi sana, vona wapaaogoa kumwagilia tu, kuweka mbolea. Na uzuri wa majani ya ya maboga ni yanakubali mbolea yoyote ya ng'ombe ya, ya kuku, lakini like usiweke mbichi ile ya ng'ombe mbichi. Yeah, so, subscribe channel ku like, kama una, unavyoona. Na mbegu mbegu sio gharama, kwa elfu moja unaweza kalima pote hapa i mbegu simetugalimu changi elfu moja tikfidiafidia eneo ambapo liko wazi kama unavyoona. Subscribe channel, gonga like, share video hapo. Ni mengi sana, gharama ni ndogo ya mbegu kwa shilingi elfu moja. Unavyoona kuna ile kulima lima ikawa eneo ambapo ulipo wazi aa like,